Ili uanze kupata notification za video zetu, itakuwa ni vizuri sana kama itakupendeza kufanya hivyo. Aa, leo nataka nikuonesha namna gani ambayo unaweza uka, ukafanya manunuzi kwenye eh, kampuni ya Amazon, manunuzi ya online, kupitia simu yako mwenyewe nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukafanya uh, ili uweze kufanya manunuzi hayo wewe mwenyewe hapo hapo ulipo. Hicho ni kitu ambacho nitakuelekeza. Kwa hiyo, karibu nikuoneshe namna ambavyo unaweza ukafanya manunuzi. Uh, uh, nikuoneshe namna ambavyo unaweza ukaanza wewe mwenyewe kuanza kununua vitu mtandaoni. Ni jambo rahisi sana ambalo wewe mwenyewe unaweza kufanya na itakusaidia sana. Mimi kazi yangu ni kuhakikisha kuwa nakusaidia ili uweze kufanya wewe mwenyewe, lakini pale ambapo utaona kwamba mimi sihitaji na, si nahitaji uh, nikununulie ama nikufanyie mchakato wa kuletea hiyo, wala ina shida, nitakusaidia hapo hapo ulipo. Bidhaa yako utaagiza na mzigo wako utaupata, kwa sababu mimi hiyo ndo kazi ya maisha yangu. Kwa hiyo nimekuwa nikifanya hiyo kazi ni miaka kumi sasa kwao najivunia na kauzoefu kadogo. Kwa nitakusaidia namna gani, kusafirisha mzigo huo unatakiwa kulipia uh, shilingi laki nane hapo na o, nakushinda, unasema kweli huu mtandao siwezi nikatumia. Kwa sasa, mimi nitakuonesha hizo tips ambazo unaweza ukatumia ili kuepukana na hiyo gharama ambayo unakuta laki moja afu ulipie laki nane usafirishaji. Kitu ambacho hakiwezekani. Hauwezi hizo gharama ziwezekani. Lakini moja, hivyo ndivyo inavyokuwa, ni kutegemea na vile ambavyo imekuwa connected na labda ndege. Inawezekana ndege sio ya kibiashara. Sio ya kubeba mizigo ambayo inatakiwa safiri na mzigo wako. Kwa lazima mei iwe hivyo. Nitakuelekeza namna nzuri ambayo anaweza uh, kwa kutumia posta na makampuni mengine ambayo yanasafirisha mizigo kwa bei nafuu kabisa, wala usiofu tena. Kaa karibu na mimi nitaweza kuonyesha. Karibu sasa, tuweze kujifunza namna ambavyo mtu um, anafanya manunuzi yako, na hapa tunaanza kuingia kwenye app store yetu ama play store yote kutokana na kile kifaa ambacho wewe unakitumia. Kwa hiyo tunakuja unaweza kaenda kwenye wale watumiaji wa simu ya Android ama iOS, application inapatikana huko huko. Unachotakiwa ukifanya hapa unaweza unakuja kama ni App Store, kama ni Play Store ama App Store una download ya application kabisa na kuwa nayo kwenye simu yako. Sisi hapa tutatumia browse, tutatumia kwenye Chrome, unaweza kutumia kwenye browser yoyote ile. Kwa hiyo sisi tunaitumia hii hapa, tunaingia hapa na hapa tunaandika tu Amazon tunaandika Amazon, nahitaji maneno mengi itafunguka, itakuja hivi Amazon.com. Kwao tutaibonyeza hiyo hiyo linki ya kwanza hapo hapo, taibonyeza linki ya kwanza, itatufungukia hivi kama tunavyoona hapa. Kwao tayari inakuwa kwa natuonyesha bidhaa ambazo zinauzwa. Kwa kuwa tayari mimi nina akaunti tayari, akaunti yangu ipo hapa, kwa hiyo mi akaunti ninayo kwa anachokitumia wewe kama ndo bado umeingia utakuwa itya account, unaweza ukafungua account yako. Kwa hiyo utakuja kubonyeza hapa, asibuhi ni kuonyesha namna gani ambavyo account itakuja ukikuonyesha create account, ukiingia, uh, okay create account. Kwa hiyo itakuja hivi ukihitaji ku create account yako hapa mwanzoni utaweka majina yako mawili, jina la kwanza na jina lako la mwisho la ukoli, wewe utaliweka hapo. Hapa utatumia kuweka namba ya simu au email. Kwa hiyo sasa hapa kwenye namba ya simu au email, mimi nakushauri bora utumie sana email kwa sababu simu inaweza kupotea nini online, lakini email ni nzuri zaidi, kuweka email, kuweka email yako, na uje kuweka password, kama vile password unaziweka kwenye account yako ya email Naiweka hapa, hapa hapa unaweka ile password yako pale mbele, utakapokuja uh, utapata, utangalia email yako, kutakuwa kumeingia kabisa meseji uh, ambayo itakuwa imekuletea namba. Kwa zile namba sasa ambazo utakuwa zimeingia pale utaziweka pale mbele utazi confirm, basi tayari account yako utakua tayari hapa hapa hapa. Hapa, hapa. Watakuonyesha hapa weka address yako deliver to watakuonesha hapa weke hapa, utabonyeza hapo, utaweka details hapo nakuletia kitu kama hichi hapa kama hichi hapa, kitongoji unachotokea unaweka... hapo, hapo utaweka, ma... utaweka mkoa wako utaweka na post code kama unajui kupata post code ya mkoa wako namna gani ambavyo unaweza ukaoda sasa kutokea Amazon, na unaweza ukaandika hapa bidhaa yako ambayo wewe unahitaji kuoda. Unaandika jina kama ni kitu gani unachohitaji kuandika, inakuwa ni wewe labda redio alikadhalika, chochote kile unachoandika watakuletea hapa, kwa inakuwa hivyo. Uh, sasa sisi hapa tunabonyeza tu hapa, kwa mfano uh, na hii hapa smartphone tunabonyeza smartphone hapa oos inafunguka. Kuna hii hapa inauzwa dola mia moja sabini na nne. Tunabonyeza hii hapa, hii simu ni Samsung Galaxy unabonyeza hapa, ukibonyeza buy now na inavyokuja kwamba gharama ya ununuzi laki nne na elfu sitini na mia mbili ishirini na tatu yeah, pointi sabini hii hapa shipping ni laki moja total before tax inakuja hiyo hapa laki tano estimated tax to be collected sifuri import fee deposit laki moja na elfu saba exchange rate guarantee fee elfu ishirini na sita inakuja jumla hiyo simu laki saba elfu sita kwao gharama za kuagiza hapo ndo inifikia Tanzania. Na hapa inavyoonyesha ukishuka hapa chini kidogo, sasa vile ilivyochenjiwa dola moja sawa sawa na elfu mbili mia sita na thelathini kwao inakuwa hivi. Kwa hiyo wanaonyesha jumla hapa imekuwa ni laki saba, kwa jumla hapa ni dola mia mbili na hamsini na nane poin hamsini na saba kwa hiyo jumla yake shilingi ngapi? Kwa sasa hapa, video nayofuata nitakuonesha namna ambavyo unaona gharama ni kubwa. Umenunua 100 lakini gharama zingine zote zimefika karibia mia moja. Sasa baadaye namna gani ambavyo unaweza ukanunua bila kutumia gharama kubwa hizi. Sasa pata kuonyesha njia nyingine ya kubadilisha ili usitumie gharama kubwa. Kwa mfano kuagiza, tuende na dola mia na kidogo, kwa hiyo ina maana gharama ya kuagiza ni kubwa kuliko ya manunuzi. Sasa hii hapana itakusaidia siku moja, ili uweze kuelewa vizuri, kwa sababu ukiangalia inaweza ikaku ikawa kubwa zaidi. Kwa hiyo nitakuambia njia nzuri za kutumia na njia nzuri nitakuelekeza. Hapo awali kama unahitaji kabisa kujua kabla, unaweza uka, uka inboksi hapo, ukatuma komenti yako hapo, basi itakuwa ni vizuri tu, nitakusaidia moja kwa moja, nitakuelekeza kwenye video ambayo inakuja hapo mbele. Kwa hiyo ukibonyeza hapo, tayari unakuwa tayari oda yako inakuwa ipo ipo tayari, kama hivyo unavyoona, tayari unakuwa unabonyeza hapa ili ufanye malipo. Sasa kwa hiyo ukija hapa, kwa ukija kibonyeza hapo, pengine la yangu kwa sababu nini, lakini Ukitaji sasa kununua moja, kwa hiyo sasa moja nakuja hapo nabonyeza, umekubaliana nacho kiwango chako. Kwa hiyo mzigo unakuwa unakuja na unakufikia hapo hapo ulipo. Kwa hiyo ndio namna ambayo naweza kununua. Asante sana na karibu tena kwenye video zingine ambazo zinazofuata iweze kukueleza zaidi.